Marufuku ya kutotoka nje kuanzia mida ya saa 12 jioni iliyokuwa imewekwa na serikali ya Tanzania imeondolewa rasmi mara tu baada ya rais Samia Suluhu Hassan kuapishwa na kuingia ofisini rasmi kama rais wa Tanzania katika awamu hii hapa sasa. Jeshi la polisi eh, Tanzania wametoa taarifa kwa umma kupitia uh, barua hii ambayo ilisomeka kwamba kufuatia maelekezo yaliyotolewa tarehe tatu mwezi wa 11 mwaka 2025 na, na Mheshimiwa rais na amiri jeshi mkuu Amiri Amri ili, iliyokuwa imetolewa na jeshi la polisi kwa wakazi wa jiji la Dar es Salaam ya kuwa majumbani kuanzia saa kumi na mbili jioni sasa imeondolewa rasmi, na imetolewa na mkuu um, wa jeshi la polisi nchini, makao makuu ya polisi Dodoma Tanzania. Yes, ndio taarifa ambayo wameitoa uh, jeshi la polisi uh, Tanzania. Ukumbuka amri ya kutotoka nje ilikuwa imewekwa toka juzi toka siku ya juma Uh, juma tarehe ishirini na tisa actually, eh, mwezi wa Oktoba siku ambayo kura zilipigwa, ilikuwepo ni wiki iliyopita Jumatano. Sasa toka siku hiyo bana, kila saa kumi na mbili jioni ulikuwa hauruhusiwi kupatikana nje kama ni raia wa kawaida kule jiji, kwenye jiji uh, la Dar es Salaam kutokana na kwamba kulikuwa na utepetevu. Hali uh, ya usalama ilikuwa tete kinoma, kiasi kwamba raia walikuwa wameshauriwa wawe ndani ya majumba yao lakini uh, kuna wale ambao walikuwa wanasusia amri hiyo eh, wanaenda kinyume na amri hiyo, walikuwa wanapatikana nje wakiandamana na vitu kama hivyo. Lakini sasa rasmi eh, kwa kuwa shughuli za kawaida zimerejea kama walivyokuwa, umetangaza serikali ya Tanzania, amesema kwamba sasa hivi kila mmoja arejelee biashara zake za kawaida, ila angalizo kwamba tufuate tahadhari ambazo bado zimewekwa na jeshi la polisi katika kuweza kulinda uh, maisha na kulinda pia usalama wa raia wao. Ila sasa marufuku ya kutotoka nje uh, imeweza ku vitu ambavyo vimeondolewa pia ni kwamba uh, mitandao ya mawasiliano imerejeshwa rasmi kabisa. Sasa Watanzania wanaweza kupiga simu, wanaweza kupokea miamala na wanaweza pia wakaposti video kupitia Instagram ya kwao, ila wamepewa amri kwamba kuposti video na picha zote ambazo zinahusiana na masuala ya na na maandamano ni marufuku, na unaweza kuchukuliwa sheria kali sana. Lakini pia vyombo vya habari wameruhusiwa kuja tena kutangaza na kuweza kupeperusha matangazo yao kama kawaida, ila amri iko pale pale, hakuna kupeperusha video na picha ambazo zinahusiana na mauaji ya maandamano ambayo imetukua ikifanyika kwa takribani siku sita mfululizo.